Nge na taarifa ifuatayo. Mtangazaji wa runinga ya Undugu Zablon Macharia alifunga pingu za maisha kwenye hafla ya kufana iliyofanyika katika eneo la Njabini kaunti ya Nyandarua. Zablon akimshukuru Mungu kwa kumpa nafasi hiyo ya kupata jiko na kuanza maisha mapya ya ndoa huku akiwa na matumaini Mungu atamjalia kuishi vema na, mkewe na mke wake Grace Muthoni. Karibu sana kwenye ndoa na Mungu akufanyie mambo mema katika ndoa yako. Moyo wangu unafurahi sana kwa sababu ya Mungu kundiruhusu niweze kufika katika kiwango hiki, kiwango cha kutoka katika ujana wangu niingie katika uzee. Imekuwa ni muda mrefu, na nashukuru Mungu kwa sababu ya, ya kunisaidia sana niweze kupigania ujana wangu kwa haki niweze kufika hapa ili niweze kutukuzisha jina lake kama kijana yule ambaye ameweza kuokoka na yule ambaye ameweza kuhitimu na kuingia katika daraja nyingine ya uzeeni. Niko na furaha sana, kwa sababu Mungu amenirinda kwa Zablon Macharia. Nashukuru Mungu kwa sababu ya yeye na natumaini Mungu mambo yote itakuwa sawa tukimtumainia. Nimefurahia sababu ya kijana yangu Macharia amefika siku ya kupata bibi. Namtakia harusi iko na mchangamfu, namtakia mambo mema katika harusi yake, na hiyo mambo yote najua Mungu akiwapo mambo yote itakuwa nipo. ni poa na furaha sana kwa sababu ya hii harusi ya Grace pamoja na Zablon juu tunafurahia sana pamoja, na wakae na ushirika na wakae na amani, pamoja na Mungu awasaidie, na tunawaisi, tunawaombea waishi pamoja, wakiwa na, na ushirika.